Ewe Mtanzania, je, unatambua neema kubwa iliyojaaliwa katika taifa letu, neema ya amani? Ndio amani ambayo wengi wanaiona kama kawaida, lakini waliopoteza hawezi kuipata tena kwa urahisi. Tazama mataifa kama Sudan, Libya, Siria, Somalia, walipochagua maandamano na vurugu kama njia ya kutafuta haki, leo wanalia, damu zinamwagika, uharibifu na mateso makubwa yanawapata. Si tena wakimbizi tu, bali ni vizazi vinavyolia maisha. Baada ya maandamano na vurugu ni nini? Ni mateso, huzuni, hofu na umasikini wa kupindukia. Hakuna elimu, biashara hasifanyiki, hospitali hasifanyi kazi, watoto hukuwa kwenye sauti za mabomu na milio ya risasi. Ni vipi tunasema tunatafuta haki kwa kuharibu roho na mali za wasiohusika? Je, hizo haki mmezipata au mmeongeza maumivu? Maandamano na vurugu sio njia ya mabadiliko ya kweli, ni njia ya kuharibu msingi wa maisha ya watu wasiokuwa na hatia. Ewe Mtanzania, tusilazimishe njia ambazo mwisho wake ni giza, tusifuate hisia kali tukasahau hekima. Elimu na utulivu ndiyo itakayowawezesha kufanya shughuli zenu za maendeleo, ndio itakayowawezesha muweze kwenda mashamba kulima vizuri, kuvuna vizuri na kuja kuuza hapa kwa raha kabisa. Amani na utulivu ndiyo inayotufanya hata majumbani tucheke, tukae vizuri, tuangalie michezo kwenye TV. Kukiharibika hayo yote hayapo. Niombe sana wale wanaokuja kuwashawishi kwa neno lolote lile, kwa sababu yoyote ile, kuharibu amani na utulivu wa eneo lenu, msikubaliane nao.